Naomba kwa muda mfupi unipe masikio yako nikufundishe somo linalosema mambo ambayo kila mwanamke hana budi kuyajua kuhusu mwanaume na mambo ambayo kila mwanaume hana budi kuyajua kuhusu mwanamke. Bwana asifiwe. Hana budi maana yake you do not have excuse, lazima uyajue. Huna budi maana yake huna pakukwepa, lazima uyajue. Na kwa kutoyajua, labda kwa upumbavu au kwa ujinga au kwa kutokuelewa madhara yake, hauyakwepi, utakutana nayo tu kwa sababu hukuyajua hayo mambo. Bwana asifiwe. Ili somo wanafundisha maeneo mengi leo, kwa sababu niko na watu wa kanisa, nitalisapoti na neno la Mungu. Mwanzo moja, Mwanzo moja mstari wa 27 na mstari wa 31. Naomba kwa muda mfupi unipe masikio yako nikufundishe somo linalosema mambo ambayo kila mwanamke hana budi kuyajua kuhusu mwanaume na mambo ambayo kila mwanaume hana budi kuyajua kuhusu mwanamke. Bwana asifiwe. Hana budi maana yake you do not have excuse, lazima uyajue. Huna budi maana yake huna pakukwepa, lazima uyajue na kwa kutoyajua labda kwa upumbavu au kwa ujinga au kwa kutokuelewa madhara yake, hauyakwepi utakutana nayo tu, kwa sababu hukuyajua hayo mambo. Bwana asifiwe. Ili somo wanafundisha nafundisha maeneo mengi leo, kwa sababu niko na watu wa kanisa, nitalisapoti na neno la Mungu. Mwanzo moja. Mwanzo moja mstari wa 27 na mstari wa 31 haya ni mambo ambayo Musa aliandika katika kitabu cha Mwanzo. Maandiko nasema, mstari wa ishirini na saba basi Mungu akaumba kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba, aliwaumba mwanamume na mwanamke. 33 Mungu akaona kila kitu alichokifanya kuwa ni chema kabisa, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya sita. Kwanza, kati ya vitu ambavyo natamani tusaidiane ni kwamba kwenye Bibilia hakuna neno mwanaume. Mungu hakuwahi kuumba mwanaume. Mungu aliumba huu. Anawaambiaga watu wengi sana, mlee mtoto wako akiwa a boy, sababu tayari unamwandaa kuwa mume. Anaitwa mwanamume ana, sio mwanaume. Huu wanaume tumekuja ku, ni kiswahili kimeharibikia sehemu. Mungu alimuumba mwanamume Bwana asifiwe. Kwenye kila kijana, kwenye kila mtoto wako wa kiume w darasa la pili, la mume yuko hapo sasa. Msala wa 31 anasema Mungu akaona kila alichokifanya ni chema kabisa, ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya sita. Sasa swali linakuja, kama Mungu alio, aliona kila alichofanya ni chema Yani manake, everything that he has made is perfect. Ndiyo maana ni chema kabisa. Yani sijakosea. Ni kwa nini kuna nyakati mume wako au mke wako anakuzingua, alafu unaona kama vile Mungu alimkosea huyu? Kwa nini afanye kitu kama hichi? Kwa nini nafika pointi anakuuzi mpaka unaona hivi aliumbwa juma ngapi? Aliumbwa wikiendi, aliumbwa usiku huyo. Kama Mungu aliona kila alichofanya ni chema, kwa nini nafika point tunatofautiana? Na tofauti nyingine ni za asili kabisa, yani kabisa, very natural difference. Kwa nini kama Mungu alisema kila alichofanya ni chema? Na ndi, ndiyo maana niko hapa kujibu. Kuna mambo ambayo kwa asili hayawezi kubadilika milele yako katika uumbaji wa Mungu. Ndivyo Mungu alivyotutengeneza akayaweka yakawa tofauti kwenye maisha yetu, na ndiyo maana kwa mambo hayo ni lazima Chris ayafahamu kwa Miriam na Miriam ayafahamu kwa Chris, mchungaji ayafahamu kwa mke wake na mke wake ayafahamu kwake. Kwa nini? Kwa sababu The more you will try to change this stuff, the more utakavojaribu kuvibadilisha hivi vitu, una feli kwa sababu havijawahi kubadilika na haviwezi kubadilika. Ni vitu ambavyo Mungu alishaviweka viko tofauti huko ndani ya huyo mtu, na baada ya kuviweka vikawa tofauti hivyo, akasema kila nilichofanya ni chema. Sasa kwa nini wanandoa wengi wa wanagombana na kutiana? Kwa sababu kuna nyaka unakutana na kwa huyo mume wako kuna vitu vya tofauti vya asili, alafu wewe unafikiri ni matatizo yake, alafu unataka uvifix. Ukivifix mnaanza kugombana zaidi, kwa sababu you cannot fix them. Hivyo vitu ni unfixable, haviwezekani kufiksiwa, kwa sababu ndivyo Mungu alivyomuumba. Hivyo kwa sababu gani? Kwenye kila ndoa kuna vitu ambavyo ni personal na kuna vitu ambavyo ni sexual, yani ni vya jinsia, yani ni vitu ambavyo na mwambiaga Miriam kuna vitu kigombana na mimi, ugombana na Kristo, unagombana na mwanaume. Hata babako yuko hivyo hivyo. Kuna mtu anaelewa? Na kuna vitu ambavyo ningaika naye na angaika na mwanamke. Kwa sababu so, hata mama yangu yuko hivyo. I will never change. Siwezi kuvibadilisha. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Mtu wa mike ukinirudishia pale nilipokuwa nitafurahi sana. Mtu wa sound. Asante sana. Wangapi wananielewa? Okay, sasa hivi vitu, kwa sababu ya muda, utaniruhusu nikupe vichache, labda vinne vichache kwa mwanamke na vinne vichache kwa mwanaume. Bwana asifiwe. Kumbuka somo linasemaje? Sio ana wajibu hana, hana budi eh, eh. Ukisema ana wajibu maana yake anaweza akafanya. Sometime anaweza aka... unajua wajibu, hata kule ofisini kuna wajibu, lakini unakwepa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.